Ikiwa ni siku kumi na moja zimepita tangu kuwekwa wakifu kwa Dr George Pindua kuwa askofu wa dayosisi ya Morogoro, ikiwa ajenda kuu aliyohusisha ni umoja pamoja na mshikamano ili kuifanya kazi ya Mungu. Ndugu zangu katika kujenga umoja huu niwaombe watumishi wenzangu, wana dayosisi ya Morogoro, epukeni washauri wabaya, wanaotaka kutugondanisha naobaya sana obaya, wanataka wacungaji kwa wacungaji wasikae pamoja, wanataka wairii wasikae pamoja, waze wa kanisa wasikae pamoja, kusitokea makundi ndani ya kanisa la Mungu. Ni aibu kuona kwamba ndaniy kuna makundi. Ni aibu kuona kwenye kundi la wapinzani kuna makundi. Ni aibu kuona kwa dunia kuna makundi. Aliyetuita ni Yesu, tuseme habari za Yesu. Na Yesu daima aliomba wote wawe na umoja. Hata alipoondoka sala yake, sala yake ilikuwa wote wawe na umoja. Nimebahatika kuzungumza na baadhi ya viongozi mbalimbali kama wachungaji wanjilisti pamoja na wazee wa kanisa, wao wanapokeaje maagizo ya mtumishi wa Mungu Baba Askofu Daktari Pindua? Tuna linatupa ufahamu mkubwa zaidi katika kuitenda kazi. Naahidi mimi nitaifanya hii kazi ya Mungu kwa uaminifu kabisa na kwa unyenyekevu sana, kufuata utaratibu aliotupa ili tuweze kuishi kwa pamoja, tuweze kuongea lugha moja tuweze kusema msemo mmoja na kushikamana na kushirikiana katika kuiongoza hii dayosisi yetu ya Morogoro ili tuweze kuwa na mafanikio katika utumishi wa Mungu. Tunapoadhimisha maadhimisho haya ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tumepata neema ya ibada takatifu ambayo imeendeshwa na baba askofu daktari George Pindua pamoja na msaidizi wake na wachungaji. Lakini ndani ya ibada hii tunapata tumaini jipya pale ambapo tunapokea maelekezo jinsi ya kutembea kama Yesu alivyosema wote wawe na umoja. Kwa hiyo kwenye ibada hii amesisitizia sana umoja, na akajaribu kuonyesha jinsi kanisa lilivyojengwa katika utaratibu, kwamba tunaanza na askofu alafu tunakuwa na mtu anaitwa msaidizi, na baadaye wakuu wa majimbo, na baadaye tunakuwa na wachungaji na wainjilisti. Kwa hiyo akawahimiza wote kuwa na mamoja. Kwa mujibu wa swali lako ulilouliza, ni kweli kwamba baba askofu amesisitiza umoja, na sisi tunakiri na tunapokea maagizo yake ya kudumisha umoja. Pasipo umoja hatuwezi kusogea wala hatuwezi kwenda mbele, na kama Yesu mwenyewe um, alivyotufundisha ya kwamba, na hata katika sala yake kuu alikuwa anaomba wote tuwe na umoja. Umoja hujenga, huleta maendeleo, huleta mshikamano na tukiwa na umoja, adui hawezi kupenya, na imani kabisa kwamba katika umoja huo, katika awamu hii ya tatu ya uongozi wa, wa askofu tutakwenda kusonga mbele na tutapiga hatua. Tangu askofu wa kwanza, askofu wa pili, na yeye wa tatu, kutembea kwa umoja alikokuona kwamba kulikuwa na maendeleo yaliyokuwepo, na sasa ameshika usukani yeye Ombi lake kuu na msisitizo wake ni alichokisema Yesu na viongozi waliopita, ya kwamba ili yale yaliyoko mbele yetu katika dayosisi sisi hii ya Morogoro yaweze kufanikiwa, ni lazima kuwa na lugha moja na usemi mmoja, na kila mmoja kuheshimu kipawa cha mwenzake, kila mmoja kuthamini kitu ambacho Mungu amemuwekea mwenzake, ili tukitumie kila kipawa kwa ajili ya kuijenga kujenga, kujenga kwanza ufalme wa Mungu Morogoro lakini pia kuijenga dayosisi hii. Tunaomba Wakristo kushirikiana wa na viongozi wetu kwa ajili ya kuombea taifa na kujenga kanisa. Live report kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi, na hii ni Upendo TV.